Huko nyuma aidha kwa kuto kujua au kwa kuona tunafanya ndivyo, tulikuwa tunaongoza katika kuandika makala zinazobomoa nchi yetu, makala zinazoisema nchi yetu. Lakini sasa hivi ukisoma makala nyingi zinajenga nchi yetu, nyingi sana zinajenga nchi yetu, zinasifia nchi yetu, zinaeleza ukweli yanayotokea ndani ya nchi yetu, na hata pale mnapoeleza mabovu, ni mabovu ambayo ukweli yanahitaji kuelezwa, ili serikali ione na kila mtu aone, tuchukue hatua. Kwa hiyo nawapongeza kwa hilo, lakini nisisitize neno uzalendo. Nimekuwa nikisema mara nyingi na waandishi wa habari kila anapopata nafasi kuonana nanyi. Wenzetu kule nje zile habari ambazo wana hakika hizi zinaenda kulibomoa taifa lao huzioni wala hazitoki. Lakini sisi huku wanataka kujua kila kitu kilicho kwetu, na wanaotumika ni waandishi wa habari hawa wa kwetu huku. Semeni kuna nini? Sema kuna nini? Pengine kuna incentives ndogo ndogo tu zinazokufanya uandike na uwape. Ukija ukiona kwenye vyombo vingine vya habari, Aljazira kasema, BBC kasema, sijui nani kasema, nasema ni kazi yangu ile, nimepeleka I don't know. Sijui unajisikiaje kuiona nchi yako inasemwa kwenye vyombo hivyo vikubwa, ulimwengu mzima wanaona anieti wewe ndio umeandika kuwapa. Sijui unajisikiaje, lakini nataka niseme kama nilivyosema mwanzo, kwamba kwa sasa hatua tuliofikia, nawapongeza sana, mmekuwa mkiandika